Ziko njia mbili za kununua jezi hii, jezi hii ya Simba kwa bei hiyo ya punguzo na njia zote ni njia za kidigitali. Ya kwanza ni kwa kutumia website. Kwa hiyo wale wote ambao watahitaji kununua jezi hii kwa kutumia website wataweza kununua kwa bei ya shilingi elfu kumi na mbili. Website yenyewe ni www.jrootshop dot co dot tz. Kwa wale ambao wanatumiatumia mitandao mitandao, ukiingiza hiyo e, website ambayo nimeitaja hapa, itakuletea option, utakwenda utanunua jezi yako hapo, na baada ya kununua, tutakuelekeza namna gani utaipata. Lakini kama hautumii hiyo mipango ya kina WW, utaweza kuinunua simu yako kwa kutumia simu yako ya mkononi, iwe simu ya, eh, kununua jezi kwa kutumia simu yako ya mkono.